Mwezi huu wa ngapi? Watano, eh? Dada ya mwezi sasa, eh. Dada ya mwezi kwa, kwa, nafikiri wengi mnafahamu, labda kwa ajili wasiofahamu, dada ya mwezi ni dada ambaye amezidi, ame exceed utendaji wa kazi, nidhamu na huduma kwa bosi wake kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanakuwa dada wengi, tunachagua ambaye amefanya zaidi um, kwa muda mrefu, lakini ameweza kumfurahisha, kukidhi kwa hiyo dada kituo kina reward anakuwa dada wa mwezi huo, anapata laki moja kutoka kwa kituo um, na wadau wengine ambao wanatoaga zawadi wanatoaga, lakini sasa hivi ni kituo zaidi. Kwa hiyo tumeanza hiyo program tangu mwaka jana, na tulisema kabisa mwaka huu tutakuwa na dada wa mwaka. Kwa hiyo wote walio shinda dada wa mwezi ndio wataingia kuna hicho kinyang'anyiro cha dada wa wa mwaka, hatujajua zawadi bado. Kwa hiyo basi ambao wako katika mwezi huu niseme kinyang'anyiro tuna Winfrida. Winfrida yupo wa, wa, wa madam Elizabeth Winfrida eh, hey, yupo Winfrida yupo kwenye kinyang'anyiro cha mwezi huu. Winfrida ni smart dada ambaye alimaliza mkataba, yuko kwenye mkataba wa pili na sasa hivi yuko kwenye miezi miwili, anaendelea vizuri sana kazini. Uh, kwa hiyo yu, ongera yuko kwenye kinyang'anyiro Dada Neema, Neema, Neema Mayara ayupo, Neema ayupo Neema mwezi wa saba anaendelea vizuri kabisa aa, kazini. Sifa zake zinazidi kuongezeka, naye pia ni, ni smart dada. Alafu tuna Salome, Salome aa, yuko miezi miwili sasa hivi ameanza vizuri huyu ee, ni traditional plus. hii ni daraja jipya kabisa tulianzisha mwaka huu. Jovita <laughs> Yovita alishawai ali kupata dada mwaka jana, likuwa mwezi wangapi? ikua mwaka wewe eh? mwezi wangapi? mwezi wa e, kwanza wa pili, alikuwa dada wa mwezi, lakini bado aa, <laughs> bado anaendelea kuonekana kwenye rada zetu e, a, si, si, si, feedback zinazokuja na boss na kwa hiyo naye ameingia kwenye kinyang'anyiro kama kina Fausta. pia tuna Fausta aa, alafu tuna Ruth si Ruth, Ruth, Ruth, Ruth, Ruth. Si ndio tuna Ruthi naye yupo miezi minne kazini smart, anaendelea vizuri, yuko naye kwenye kinyang'anyio cha mwenziu um, alafu tuna Karin sasa, sijui nimesema jina lako ni Karin oh, au eh, haya Karine. tuna Karine. Karine alikuwa ni smart amemaliza eh, mkataba ameingia kwenye eh, daraja lingine sasa hivi kwa hiyo hao ndo wadada wako kwenye kinyang'anyiro cha mwezi huu. Aa, kwa hiyo sasa, kama kawaida, tutasimama tutapata feedback ya mshindi, nafikiri inakuhusu zaidi yeah. <laughs> Aa, ya kumtaja mshindi wa hii ya leo, maanake feedback kubwa actually hazikuja ofisini, zilikuja kwako kwa kwa moja kwa moja. Haya jamani, naomba tusimame kama kawaida ili tumpe maua yake huyu dada aliyeshinda mwezi huu wa tano. Mpona eh? ingine amfurahii eh? au mtaki, na nyinyi mje wakati mwingine, kuna ni kuchukua. Sawa jamani, wadada ni wengi, kwa hiyo labda ni wachache, wengi sana wanafanya vizuri, kwa hiyo tunazidi kuwa kuendelea kuangalia kwa kwa mwezi hadi mwezi. Kwa hiyo ambao mtashinda mwezi huu mwendelee kufanya vizuri, kama nilivyosema, kuna miezi na ukuja kuna mwaka. Kwa hiyo mshindi wa leo nafikiri ali kwa ambao wanafuatilia watakuwa walisikia walifahamu kidogo, alizungumziwa sana kwenye eh, kwenye, kwenye platform zetu, lakini pia ni kwa sababu alikuwa kwa kwa mtu maalum kwetu na kwenye jamii. Kwa hiyo, namkaribisha madam kwa hii amtangaze na aseme, na um, ni kitu gani alichokifanya huko Karen <laughs> <laughs> alikuwa kwa mheshimiwa ni Karen. alikuwa kwa mheshimiwa kwa mkoa wa ma Manyara. Uh, dada yangu uh, Sendiga Uh, kwa kweli uwaga nilishampelekeaga wadada ambao alikuwa yaani yule uwaga ananyosha maneno, nafikiri ni miongoni mwa the best wa kuwa mikoa. Mimi binafsi nawapenda hana kona. Kwa hiyo kwa huyu dada alimzungumzia vizuri sana sana sana na alimfanyia vitu vikubwa sana. Eh, yani uh, sijawahi katika mradi huu, unafikiri yeye ndio mtu wa kwanza amemfanyia dada vitu ambavyo ye mwenyewe atasema, lakini amefanya kazi vizuri kabisa, na aliagana nao vizuri sana pia. Kwenye kwenye mwishoni mwishoni pale, kuna baadhi ya wadada uaga watakaki kusubiri, yani wana wanafanyaga vitu ambavyo yani hawaangalii mazingira, unawaachaje? Ndio umeshaka mwaka umeisha, lakini kuna namna pia ya kufanyaje ya kuondoka. Kwa hiyo huyu dada alipata sifa nyingi mno. Ni bahati Uh, mbaya kwamba uh, tukuweza kufanya kwa wakati ule ambaye anamaliza mkataba, lakini hata sasa, kutokana na zile sifa alikuwa ni smart wa laki mbili, ikabidi tumpe promotion. Sasa hivi ameenda kwenye ile smart ya laki tatu. Kwa hiyo Karen, hongera sana. Nafikiri hata kwenye content tuliofanya niliongea na wewe sana kwamba kuna kitu kikubwa kwa wadada ambao wanajielewa, wanaweza kujifunza wa kutoka kwako. Kwa hiyo kwa mnaweza mkaenda kwenye peji ya Wadada Center mkaangalia content zake za mara hii ya pili, baada ya kumaliza mkataba, mtaona nilikuwa ni content nzuri sana yenye kujenga. Kwa hiyo hongera, hongera sana na nipigeni makofi eh? yeah. Kani, uh, eh? Ya, nafikiri tumekosa uh, mheshimiwa yuko busy sana sio mtu ambaye unaweza kumpata anytime. Tulijaribu kuona kama tunaweza kumpata online lakini amekuwa yuko so busy, lakini ni mtu ambaye anatufuatilia na kwenye peji yetu, nafikiri uta, umeona comment yake. Ni mtu pia ambaye yuko kwenye heo, social media ehe, aliweka comment nzuri sana uh, baada ya kuwa tumefanya content na kila kitu, yani, kwa kweli you are the best. Na hicho ndicho tunacho. Hayo ndio maono ya mradi wetu kwamba tungependa hawa wadada, mnapokwenda kwenye familia za watu mkafanyike baraka. Nendeni mkafanye vizuri, hakikisha bosi wako anaridhika na huduma yako. Ndicho Karen alichoenda kukifanya, wale watu waliridhika vibaya mno mno mno mno mpaka anaondoka, yaani wamempa, wamemwagia maua yake ya kutosha. Uje hapa utuambie walikufanyia nini kwa kofi, akija kutuambia na mchawi gani. <laughs> <laughs> Eh, na yeah. Utuambie siri ni nini? Kwa sababu sisi tunakuona ukienda kwenye levo za professional eh. Hey. Ah, ukimaliza mkataba ulionao sasa we ni dada wa laki tano eh, hey, ya yeah. Guys. Yani ni dada ambaye eh, hey, hata hapa ofisini tu, sikukwambia nilikuwa namwambia bosi namtaka Karen hapa ofisini mimi. Wadada wazuri pia wanapenda kuwang'ang'ania, lakini ndio hivyo bosi akasema ah wadada wanakuja wengi we muache aende kazini. Oh, natoa siri <laughs> Hongera sana Kareni, Kareni. Ongera, ongera, ongera, ongera sana. Ehe. Kwanza bosi wako uh, kwa kifupi mlimalizana vipi? ali uliniambia alikumwagia maua yako. Alafu siri ni nini ya mafanikio yako? kitu gani kinakufanya uwe, kwanza siri, tutaambia bosi wako alikufanyia nini. oh, anze na siri hey, Aya. Siri ya mafanikio uh, siri ya mafanikio ni kujituma heshima uh, nidhamu kwenye sehemu ya kazi bila kujieleza. Hapo hapo hapo hapo na... jamani, <coughs> yani hii imekuwa kama ni kitu ni bidhaa gani adimu sana, heshima na nini nidhamu, nidhamu, nidhamu. Hivyo vitu ni adimu mno mno, jamani. Kwa hiyo nimefurahi amevitaja heshima na nidhamu. Jamani, usichukulie tu ni maneno yamepita juu kwa juu. Huyu dada kweli, hicho kitu anacho anacho Mi mpaka nilisema kwani wewe ukalelewa wapi? Hiyo ni kweli, unayo ndugu wangu, unayo. Na sijui umejifunzia wapi? Mama yangu ndo amenifundisha hivyo. Haya, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa. Alafu wamama wanakaa hapa wanatuambia jamani, huyo si mtoto, wakati unaona litoto linaenda linachukua tabia za ajabu ajabu. Haya, mama yake Karen kamrishisha mtoto tabia nzuri ya heshima na nidhamu ehe. Kwa hiyo hiyo ndio siri ya kwanza kwa yeah. Kweli hiyo nakubaliana na wewe, wengi hawana hata mimi. Saa nyingine wakishapanda mashetani yao wananiongeleshaga kama wanaongea na sui vitu gani. Wadada mwe, mnafuatilia kwa najua mnafuatilia kontenti za mtandaoni, mnaonaga wenzenu wanaojifanya wanaji, wanajizima data. Ni mtu tu ana malezi mabovu, kwa sababu hata kama bosi wako ametofautiana na wewe huwezi kuongea naye. Sasa kama takataka, si ndio? Eh, hey, ndo bana nimekazia hapo haya, hey, malizia. Sina nyingine kumsikiliza bosi anataka nini. Kwa hiyo ambacho mimi nilikifanya ni kumsikiliza bosi anataka nini na kila siku nilikufa. Haya jamani, kwa... hey, dada ana vitu vya maajabu ambavyo ni adimu kwenye kwa wadada wengi kwenye huu mradi. Kilio cha mabosi leo, kwa niaba ya mabosi wengine, we bosi ametuwakilisha hapa. Akasema wadada wanapenda wafanye tunachotaka sisi wafanye, sio wao wanacho kitaka haya, dada wa mwezi huyo hapa anasema kingine ni kufanya yale bosi wako anayo. Mimi hata sishangai, twende. Kwa hiyo unajua, sisi binadamu hatuwezi kukamilika kwa asilimia mia moja, lakini sisi tunapofanya kazi kwenye majumba ya watu tunakuta na utaratibu wao, na sisi tunajua tulivyofundishwa kwetu na tunaenda kwenye nyumba ambazo na wenyewe na utaratibu wao. Kwa hiyo tujue, tupende kujifunza. Bosi anapokuelekeza wewe unajua hivi kwamba mmoja kwanza, sijui utakuwa na... unakumbuka kuji kujifunza. Amesema tupende kufanyaje? Eh, wadada wengi wakisha kuja hapa na shingo zao zimeshupaa, hawataki kukunjika. Hawataki wakijaga hata wenye umri mkubwa mkubwa kidogo tunaanzaga hapo hapo. Naambia wewe utatumika. Utakubali kutumwa. Kwa sababu hawako tayari kujifunza na kujifunza ndio maisha. Mpaka siku unayoenda wapi? Eh, nashukuru sana kuna mtu kataja kwa ujasiri kabisa. Duniani hapa unaacha kujifunza siku unayoenda wapi? Asante sana Karen, tuendelee. Mama una masomo kama yote eh. kwa hiyo nafikiri njia nyingi za muhimu ndio hizo hapo, ukubali usikubali, kwamba ulivyozoea kupiga ugali nyumbani kwako, na kwa bosi yeye, nataka mpaka sufuria liungue. Unasema mi nitapata tabu kusugua, hapana, itabidi ufanye <laughs> vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo inabidi tu sipende kusikiliza mabosi anataka nini na ndicho wow, kitu ambacho nilikifanya pale. Kwa kila siku nitamani kujua bosi wangu jana aliona nimekosea wapi na napenda kuelekezwa. Mimi napenda kuelekezwa. Nilimwambia eh, bosi wangu eh, kitu jamani, hebu eh, ngoja kwanza. Pigeni ah, makofi ma bana. <laughs> Jamani, wadada na kuelekezwa. Wanavyovuta midomo kama sijui chuchunge si kitu gani. Yaani wadada wataka bisai kitu inayoitwa kuelekezwa. Hawataki na kuna mabosi wameshagundua. Kwa hiyo hamwelekezi, dada anakosa amani na nyumba yake. Bosi anakwambia kabisa, mi kwa kweli huyu dada hapana hapana, mimi sasa hivi naanza kukosa amani na nini. Hapana, jamani hapana wadada mpende kufanyaje? Kuelekezwa, kuelekezwa ndio njia ya kujifunza. Si tulisema upende kujifunza eh? Sasa utajifunzaje kama upendi kuelekezwa? Haya, Karen, twende mama kwa hiyo mabosi wangu wote, mimi kitu ambacho wanaambia kwamba najua siwezi kupatia kila kitu, ila nielekeze mimi, niko tayari kujifunza. Nikikosea usinune, niambie, tukae tuongee. Mabosi nao wakikuta dada akakosea ananuna, ndio namna tu ya kujua umemkosea, kwa sababu mabosi, kwa sababu washajua wadada wapendi kufanyaje, kuelekezwa. Kwa hiyo Karen anamwambia bosi, bosi wake, bosi wangu, kama nimekukosea usinune, wewe niambie tu, mimi napenda kuelekezwa. Hakuna kitu kikubwa kama hicho, mabosi wanakimisi bosi anapenda kabisa akuelekeze, lakini akigundua utakavyonuna, utakavyoacha kuongea wiki nzima, utakavyofanya kazi zake kwa kisirani, basi anajinunia tu, anaingia zake chumbani kwake basi mpaka hasira zitakapopungua mm. Kwa hivyo ni, ni vitu baadhi ambavyo mimi vinanifanya, kwa kweli sijai kukwazana na mabosi wangu nimeanza wow. So, mpaka sasa sijai kukwazana kabisa, na mimi sio mtu yaani, mimi mwenyewe bosi akifoka ni kawaida, anayewezi jua na haya hapo tena, bosi akifoka ni haya. Kuna wale eti kufokiwa mnaona kama vile ndio mmepigwa, jamani, ukisha mnanyanyaswa bosi akiwaka. Kuna mabosi wakali, mimi mwenyewe hapa ni mkali vile balaa Huyu sasa bosi wangu mwingine hapa ah ni yani, ha, wewe we. Njoo. Nani yuko ofisini nani aje hapa aseme jinsi ofisi inavyowakaga moto. Mimi akianza tu kufoka natafuta pa kujificha, maana siwezagi ku, ku, hey, we, hey. Jamani wa, naomba mje mwelezee hey. Wewe Ruti, njoo hapa <laughs> unachekea kwa mbali ngoja uwasikie wafanyakazi wako, wewe sio mkali, mkali. <laughs> ngoja upate feedback ya, ya, ya, ya. Hey, hey, hey, hey. Eh, we chichi wewe, huyu bosi sio mkali? Bosi anasema sio mkali, eh? <laughs> Eh, eti, eh, Luti, sio mkali. Eh, kwa misho, kweli misho, misho, misho, naomba niwe tu mkweli yani kama huna roho ya kusimama vizuri na miguu yako miwili Ukiingia hapa siku ya pili utaondoka. Asante. Kwa hiyo mimi nashukuru naendelea kwa sababu najifunza mengi asanteni. <laughs> Nimefurahi umemalizia wewe unaendelea kupambana. Na kiukweli kuna wadada wengi sana wamepita hapa kwa sababu wanashindwa kuhimili ukali wa bosi. Na bosi sio mkali tu from nowhere. Ni mkali pale ambapo mambo yanakuwa yajafanyika vizuri. Na wale waliohimili kukaa japo kwa miezi labda mitatu mitano, wameondoka wa, wamekuwa transformed wamebadilika. Karo, njoo hapa useme, toka umefanya kazi na sisi umejifunza nini kwa bosi uo ukali wake na ulichojifunza kwa uvumilivu wako. Kwanza kabisa Bwana Yesu asifiwe. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eh, hivyo kwanza.